Kituo cha polisi ataongea kila kitu na atasema mke wangu wapi alipo, Dada yangu akipotea mimi nitazaa na wewe. Karibu sana. Asante. Asante. Asante. Mimi sitaki tuongelee mambo ya nyuma au mambo yanayokuja. <coughs> Umeniona? Ah, hapana samahani. Na, na wewe tofauti nakubali, lakini kumbuka hii dunia ni duara. Alaikum salaam, Muhammadullahi wa barakatu. Marahaba, marahaba, sio dakta. Karibu. mke wako yupo kwa Sombadi, sisi hata kutumia akili kujifikiria hatujajifikiria, kurupu tumekimbia, na hili swala la kusema kuenda kumchukua ule mtoto na kumpeleka pao siyo busara kabisa rafiki namkaka, hivi rafiki yangu kaka zetu apo, wakaja wadada, fanya na mdomo fanya kama unaona. Mara kidogo mkuja wadada wawili wakina nani, na wajua basi, walipofika sasa, walivyofika sasa, paka vipi bibi, nyinyi nyinyi, tunamuulizia chichi, si hatumjui, hatumjui, nikawambia yeye atumjui

Unaniona? Unaniona nini? Dada samani. Samani mnisaidia nini? Ona kukaa zaini na kwambia fanya nimuumia umia ile sana ile wewe. Nimuumia kwa dada sio mbaya. Nikaambia hasa nakwambia wewe mimi nimetafuta wewe muona. Nikamwambia nimewaona. Asiniulize sasa kama muona nani? Nimeona wangapi? Mimi anauliza mmoja, mimi nimesema nimewaona. Kaka, unamwona? Asante nakwambia huyu. Naika kimbia. He? Kuangalia chini. Shoga yangu simu. Shoga yangu hiyo simu iko wapi? Mm -mm. Tulia -ya shoga yangu. Shakabani kuna na simu. Sikiliza kwanza nikwambie kwa kwanza. Afu mjue hiyo simu iko ni wapi. Niambie. Kuangalia simu nilivyoichukua nilivyoiona ni mm -hmm. Kibati kuguka nyuma nisionekane. Mm -hmm. Na huko na huko hawanioni. Kama na kuona vile. Eh. Basi na kuambia huko na huko kwenda kule. Ila. Haya, kurudi nyumbani sasa shoka yangu. Nimeka zangu ndani simu inapigwa muda wote. Sasa namba zinazopigwa namba hizi. Namba 3. Namba ya kwanza imeandikwa mume wangu, namba ya pili imeandikwa kaka, hiyo namba ya tatu mpaka na uopa eh, imesevwa je, tena imesevwa kabuli eh, mtume mrudishie mwenye simu yake. Shoga wangu irudishe kwa mwenye, mpe mwenye simu yake. Ila yote naona kipumbavu. Mi na jambo langu shoga. Eh. Shoga yangu. Hayo mambo yako ya simu sijui mambo ya nini, achana nayo, unaona ya kitoto. Kwanza nikupe dili. Dili gani, hmm, tena? Wewe unaweza kuigiza kama mganga? Mm. Uganga mimi wapi na wapi? Shoga yangu, hata kuni uangu vitu tena. Hapa mjini, mambo pesa. Uongo ndio unakufanya mtu ule. Wewe hapa unaigiza kama vile mganga, tunapata hela, shoga yangu. Hautaki. <laughs> Haya, naigizaje? Mlamu, mlamu. Unajua mlamu? Nimekaa nyumbani nimefikiria vitu vingi sana, nimeona kabisa yule mtoto Ipti anachezea sisi mchezo, na kuna maswali nikikuuliza mlamu wangu sidhani kama majibu utakuwa nayo. Maswali gani? Saa hivi tangu uje mji huu au ukae huu mtaa ushakutana na Sumbadi? Hapana. Nilijua jibu lako litakuwa hapana. Je, unapajua kwa Sumbadi? Ila kweli yo mtoto tunahisi ametuchezea mchezo, maana sije kukutana Sombadi wala sije kujua kwa Sombadi ni wapi. Amecheza na akili zetu, yaani amejua kucheza na akili zetu yaani, kwa sababu gani alivyotuambia tu bwana, mke wako yupo kwa Sombadi, sisi hata kutumia akili kujifikiria hatujajifikiria, kurupu tumekimbianampa <coughs> <coughs> chati tu <coughs>

Haya, namwambiaje? Mimi akija pale shoga yangu anajifanya balisha ya shetani tutajini Maimuna uwe. Hey, uwezi shoga yangu. Mm, ebu tujaribu action <tiple> jini madafu mpaka hata kushtukia tena. kazi gani? Wewe kufanya tu hivyo umeona kazi hapo. Eh, rahisi kumbe. Hii unasema ni wewe kazi eh? Wana shuga yangu. Kwa dili ndio hiyo. Yule mama yule. Sijui mama, sijui mnani ajijua mwenye shuga yangu. Kaya kanyaga kwa ngumi. Ajui kama mimi nitapeli. Kaya na kukopa hela sijui kwa shadamu. Sijui kwa usha moyo, anajijua na mume wake. Alivyo kupa hela mume wake ajui. Sasa ale kwa ushadamu wale, ukikopa hela yao usikushinda wale wanakuja kubeba vitu. Kwa kama sombea vyote unauliza <laughs> wame si mm. Jibu wamemsombea vitu vyote, shoga yangu kwa hapo hey, ile <laughs> na mume wake akanambia shoga yangu nisaidie, nikamwambia shoga yangu, mimi najua, si shindwa ni kabisa. Nikamwambia mimi na mganga wangu pambe kwanza, nikikwambia pambe, na sisi tunaelewa pambe eh, ndio hadi ipo pambe tu. Nikamwambia mimi na mganga wangu huyo, shida zako zote zinaisha, sawa, ila you usiniangushe know, kwanza kuchekacheka pale kwa ukamwona kucheka cheka mama kwenye masuala ya hela Nitakukaba, nitakurukia kama wale walitoa, walikuja kuniulizia utiaona afuta uliza usanani nilisomea wapi? Haya, poa. tupike njai na nyuma utu mwenyewe mgenda. Sasa nimefikiria kitu kimoja cha msingi jana, kama unakumbuka mm -hmm. wakati tunamwambia kuhusu maswala ya polisi alichanganyikiwa ule mtoto. Sasa haina budi kusubiri tena tukamchukue eh. Tumpeleke kituo cha polisi, ataongea kila kitu na atasema mke wangu wapi alipo. Sisi tulishakosea tangu jana, na hili swala la kusema kwenda kumchukua ule mtoto na kumpeleka polisi, sio busara kabisa. Kwanza tuseme tunamchukua, tunamchukua na kumpeleka polisi eh? kwa sababu gani, amefanya makosa gani hmm? au tuna ushahidi gani kwamba tunachokitaka sisi yeye anafahamu kila kitu? Kwa hiyo mimi nadhani si busara kabisa kumchukua na kumpeleka polisi ule mtoto, labda tufikirie mambo mengine Mlamu, unaongea ni ya msingi lakini haina budi emtwende hivyo hivyo, tutajua tunafanyaje. Weji huyo <coughs> kaja <coughs> kulola na wejio

Utazoea tu tuskia, karibuni, karibuni, usiogope, utazoea tu. sogea po, karibuni sana, asante yangu. Mimi nimekuita kuna shida. Shida gani?

afaulu kabisa ma alicho changu inja changu inja ki yani, kaondoka hapa nyumbani katoroka, lakini nimesikia kwamba mama yake kampeleka kufanya kazi kwa watu. <coughs> Dada, nataka nikuulize, hmm, mama yake yuko wapi? Mama yake tangu tulivyoongea naye sasa hivi ana wiki hayupo. Am, kwa mwenendo huu tunayoenda nayo na haya mazingira tuliopo sasa hivi, ipo siku watu watatuita machizi na tutashindwa kabisa kukataa. Kwa nini tumesimama hapa na kwa nini tunazungumzia haya hapa? Ingalikuwa unafahamu kuwa muda huu tutakuwa twende kwa hipti. Hebu <tuhi> naomba nisikilize. Kwenda kwa hipti sio shida na pia kusimama hapa sio shida vile vile. Inabidi mimi na wewe tukae chini na tusome alama za nyakati. Hivi, unafikiria wewe matatizo ulio nayo wewe ndio matatizo ulio nayo mimi? <coughs> Sicheki kwa mazuri mlamu wangu au sitabasamu kwa mazuri. Na angalia kuwa unafahamu kuwa sisi sote ni watoto wa kiume. Matatizo nilokuwa nayo mimi tofauti na matatizo nilokuwa na wewe, sawa nakubali. Ila kumbuka dunia ni duara mlamu wangu. Leo kwangu kesho kwako. Hivi umelifikiria hilo kweli? Naomba unisikilize. Nimesema tusome alama za nyakati tulizopo sasa hivi, na sio kuniletea mambo ya mbele, sawa. Ninachotaka <coughs> nikwambie, nikuambie kitu kimoja, ila kwa kuwa wewe ndio uliyeibandika hii chai, hivyo basi itafutie sukari, kologa pia, tafutia vitafunio na uinywe, na sio mimi. Mganga, si tumekuja hapa, tuna shida. Huyu hapa rafiki yangu, huyu kauza vitu, lakini bila mme wake kujua. Kwa hiyo amegombana na mme wake, sijauza hivyo hivyo. Naona, naona. Tulikuwa tunaomba dawa ile ya kumfanya yule mwanaume asau kila kitu <laughs> ilo dogo sana, ilo limeisha. Ni dogo sana mna mafurushi? Mafurushi tunayo. <laughs> Shingapi? ekeni hapa kama elfu umi na tano. Aipungui apoenyeni, niwapunguzia vijana. Mtafurushi pesa, yaani hela. Jambo hilo ni dogo sana sana, mkuu hapa tatizo lako limeisha kabisa. Limeisha.

Maana wale wa rafiki zake ndio walioniambia kwamba amempeleka mtoto Dar es Salaam. Kwanza nitanguza shukrani kwa nimeelekeza ile sehemu na kweli nimeelekea ile sehemu, lakini kitu ambacho nilichokosea ile sehemu na wazi mkubwa sana. Kwa hiyo nilikotokea wale alikuwa kwanza kuniona kwa hiyo wamekimbia, lakini kwenye ukimbizano kuna mtu mmoja nimewakumbaini. Jamani, nimeona usiku usiku kati yao mmoja wapo ninamfahamu, nikimwona kwa sura, kwa sababu tulikimbizana niko naye karibu hivi. Upoje upoje, ni mweupe kidogo hivi, meno kidogo ndefu kidogo uliniambia uliniambia kuhusu suala la bosi wangu. Pipi, unaweza ukanipeleka. Kweli nilikwambia nakubali. Kwa kuwa si nikuomba hela ya sukari. Na unajua kabisa mimi nina shida. Na ndio maana unayaongea haya yote. Kumbuka wakati nakuomba hela ya sukari, ulikuwa na shida ya kunywa hii chai. Nashangaa sasa hivi nishapata sukari nataka niikoroga hii chai tunywe, unaikataa na kusema wewe una njaa. Nisa nikasema vyote kwa pamoja. Nikawa na njaa au nisiwe na njaa. Ila mimi yule ni dada yangu, tumetoka tumbo hili moja, hivyo lolote baya litakalomkuta basi mimi nitadili na wewe. Nitazaa na wewe Shamija. Na sasa rasmi nataka nijivue kabisa katika masuala yako haya, wewe ndio mhusika, na naomba umtafute dada yangu mpaka pale atakapopatikana. Hebu nisikilize, ah, ah, ukakaa umefikiria, kuwa umeangalia mbele, umeangalia nyuma na umejua kinachojiri kesho yake Mlamu, unawezaje kuzungumza maneno haya au kunihukumu mimi? Ingalikuwa wewe si jaji wala si hakimu. Umelifikiria mm -hmm. hilo? Watu wameenda wapi? Mimi nimemtuma kibiriti ndani. Ah, nishasahau tena. Hiyo ndiyo kuwasha moto kupiki. Eh, shangazi. Yeye hamna siku ya kufurahisha kama jana. Nilifurahi. Kwa nini? Huyu jana umenifurahisha sana. Tena sana kwa maneno yako matamu. Nilifurahi ya, kwa maneno yale. Mhm. Habari -hmm. ndio yashangaza. Hivi hmm. ni kuna nataka kuolewa kabisa. Nataka kuolewa ni kweli ee, nataka kuolewa nyamani, nataka nataka kuolewa kuolewa. Lakini ni nadhani vigezo vya kuolewa bado hauna. Kwanza kwa umri wako bado mdogo, na miaka kumi na saba. Na sisi Watanzania, mila wa na desturi zetu, mtoto wa kike anaolewa akiwa na miaka umri wa miaka kumi na nane. Sasa useme nataka kuolewa saa hizi, kweli mwaka mmoja tunaenda kumalizia huko kwenye ndoa sasa? Nianza kusubiri hapa miaka kumi na nane ipite, tunapitwa na bahati. Kumbuka siku zote bahati haijirudi rahisi mara mbili. Lakini je, unaweza kuolewa ukweli kwa vigezo hivi ulivyokuwa navyo wewe? Umeanza nini sasa, vigezo gani labda vinatakiwa kwenye ndoa shangazi yangu, kwanza kabisa